Karibu sana katika chaneli yangu ya YouTube na leo nitaenda kuendelea mfululizo wa, wa namna ya utengenezaji wa sabuni za magadi. Hali ya yote, uh, kama unapenda kuwa mwanafamilia wa alama ya kengele iliyoandikwa subscribe ili kila nitakapokuwa nikitoa video zangu wewe wa kwanza kuzitazama na kupata maarifa. Katika mfululizo wa kufundisha namna ya kutengeneza sabuni Leo nitaenda kufundisha jinsi ya kuchanganya kemikali. Kipindi kilichopita niliongelea kuhusiana na raw materials ambazo zinahitajika katika utengenezaji wa sabuni. Mmoja ya raw materials nilisema kuna kemikali, pia kuna mafuta. Hivi hivyo, leo nitaenda kufundisha namna bora ya kuandaa kemikali kwa ajili ya matumizi ya utengenezaji wa sabuni. Kwa hiyo, fuatilia ili uweze kujua hatua Kabla ya kuandaa kemikali, hakikisha kwamba unakuwa na vifaa vifuatavyo: unakuwa na ndoo kubwa moja, unakuwa na ndoo ndogo, hakikisha unakuwa na pipa, hakikisha unakuwa na hydrometer. Lakini pia hakikisha unakuwa... pia hakikisha unakuwa na maski pamoja na miwani kwa ajili ya usalama wa afya yako pindi unapokoroga. Pia unatakiwa kuwa na maji yasiyopungua lita sabini pamoja na kemikali mfuko mmoja. Lita sabini inamaanisha ndoo moja, ndoo ndogo moja pamoja na ndoo kubwa zinakuwa tatu. Sasa jinsi ya kuchanganya kemikali, jinsi ya kuchanganya kemikali au jinsi ya kuandaa kemikali. Hatua ya kwanza inabidi kuvaa gloves mikononi, kuvaa maski pamoja na miwani kwa ajili ya kujikinga usiweze kuzulika na kemikali. Kisha unachukua maji lita sabini na kumimina kwenye pipa au jaba. Baada ya hapo utachukua kisha, chukua mfuko wa kemikali wa kilogramu ishirini na tano, ufungue na kuumimina kwenye maji yale, maji ambayo ulikuwa tayari umeweka kwenye pipa. Kutoka hapo, utaanza kuchanganya kwa kutumia mti. Utachanganya mpaka uhakikishe ule mchanganyiko wa ile kemikali na maji umechanganyika vizuri ukishachanganya huo mchanganyiko na kuhakikisha kwamba umechanganyika vizuri, yaani kemikali imeshachanganyika vizuri, itabidi ufunike. Baada ya kufunika, utauacha ndani ya saa 48 au siku mbili, ndipo uje tena ufunue na naku kisha utaweka hydrometer kwenye lile pipa ambalo lina mchanganyiko wa kemikali pamoja na maji. Hakikisha hydrometer ya... hydrometer yako inasoma thelathini bome, hapo kemikali yako itakuwa tayari kwa ajili ya matumizi ya utengenezaji wa sabuni. Ili kuendelea kufahamu zaidi kuhusiana na utengenezaji wa sabuni hatua kwa hatua, bonyeza alama ya chini iliyoandika subscribe ili kila nikituma video yangu huwa wa kwanza ku